Nyumba isiyoonekana huko Joshua Tree, California nchini Marekani ni makazi ya kipekee yanayovutia kwa muundo wake wa kisasa usio na kifani, ikiwa sokoni kwa sasa feather, dollar, nade, vyo, akseo, kwa kiasi cha fedha dola milioni 18 sawa na bilioni 47 za Kitanzania. Jengo hili la vioo vinavyoakisi hujificha kwa ustadi ndani ya mandhari ya jangwa likiakisi miamba na anga ili kuunda athari ya kuvutia isiyo ya kawaida nyumba hii inakaa kwenye eneo la ekari 67.5 ikitoa faraja kamili na muunganiko wa kipekee na asili. Jumba hili linayomilikiwa na watayarishaji wa filamu ndugu Chris na Robert Harry lilibuniwa na Thomas Onsiski, mbunifu wa majengo aliyefanya kazi na Guijetoe Frank Jn ndani ya nyumba hii yenye ukubwa futi za miraba 15,490 inavutia kwa uzuri na utendaji wake wa hali ya juu. Bwawa la kuogelea lenye urefu wa futi 100 likiwa na mwanga tulivu, nyota za usiku na kuunda mandhari ya kuvutia. Mpangilio wake wa kisasa kisa ulio wazi na usio na mipaka una milango mikubwa vioo inayoelekea nje, ikifuta kabisa tofauti kati ya ndani na mazingira asa, na ya jangwa. Jiko la kisasa lina vifaa vya hali ya juu likijumuisha nyuso za marumaru safi. Vifaa vya kifahari na vyenye chapa mashuhuri kama vile Sub Zero, Wolf vinavyoongeza urembo. Jengo hili lina vyumba vitatu vya kulala vinavyotoa mandhari ya kupendeza jangwa huko, mabafu ya kifahari ya bofi yakiongeza hali ya utulivu na starehe. Nyumba hii ni mfano bora wa ufanisi wa nishati ikiwa na paneli mbili za jua, betri za Tesla Power, mfumo kisasa wa mahili wa kisasa wa nyumba mahiri, mtandao wa kisasa wa Starlink na mfumo wa kisasa wa uchujaji wa maji wa halo.